Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari: Rais Dr. Samia awataka mawaziri kubadili mwelekeo wa utendaji kazi wao wakazi wa Ilala waiomba serikali ikamilishe miundombinu ya barabara. Na katika habari za kimataifa Rais Trump apongeza Baraza la Usalama la UN kupitisha azimio lake Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa changamoto kubwa inayolikabili taifa kwa sasa ni uhaba wa rasilimali, jambo linalochangia utegemezi wa misaada na mikopo kutoka nje ya nchi, ambapo kwa yaliyotokea huenda itakuwa vigumu kupata mikopo. Taarifa ya mwanahabari wetu Josephine Kaponya inafafanua zaidi. Mara tu baada ya kukamilika kwa zoezi la viapo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akawataka mawaziri ha kubadili mwelekeo wa utendaji kazi na kuwataka kuelekeza nguvu zaidi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kutumia rasilimali zilizopo nchini. kutokana na hali ya sasa ilivyo, rasilimali zetu ni chache. kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa lakini aliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo, kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana, kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha, ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza kubwa zaidi awamu ya pili, muhula wa pili wa awamu ya sita. Tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Aidha amesema serikali katika awamu ya sita itaanza kutekeleza miradi yake kwa kutumia uwezo wa ndani kabla ya kujihusisha na mashirika na taasisi nyingine za umma. tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku mia moja za kazi, nadhani leo tuko kwenye siku ya kumi na katika hizo mia moja. Kwa hiyo wale wote mlio hapa hapa, ambao ahadi za siku mia moja zinagusa wizara zako,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 utu uanze na sisi halafu tuoneshe utu kwa watu wetu, kujenga utu wao, kuheshimisha utu wao. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hayo wakati akizungumza leo jijini Dodoma mara baada ya hafla ya uapisho wa mawaziri wa teule. Rais Samia amesema hali hiyo imeathiri utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali ya maendeleo hasa katika kipindi cha awamu ya sita ya uongozi wake. Hivyo amewataka mawaziri wote siku ya kesho kukutana ili kujadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo. ni kushukuru sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, ameiagiza wakala wa mabasi yaendayo haraka DART na taasisi zote zinazohusika na usafiri wa mabasi yaendayo haraka kuhakikisha huduma ya usafiri wa mwendo kasi inarejea kwa haraka kuanzia siku ya Alhamisi, Novemba 20 mwaka huu kwa njia ya Mbagala ili kupunguza adha ya usafiri kwa wananchi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo. akizungumza jini Dar es Salaam alipofanya ziara ya kutembelea miundombinu ya barabara hiyo ambayo iliharibiwa wakati wa hasia za uchaguzi mkuu Oktoba 29, Chalamila amesema serikali imebaini adha kubwa ya usafiri kwa wananchi, hivyo ni muhimu kwa huduma hiyo ya usafiri wa mwendokasi kurejea. Aidha, Chalamila amewataka wananchi kuwa watulivu na kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani ili maisha na shughuli za kiuchumi na kijamii ziweze kuendelea kama kawaida. Sasa kwa kuwa ma maombi ya mkoa wa wilaya na yeye ndiye anayekaa hapa hapa panaona wananchi wake wanavyotaabika. Leo ni tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na waelekeza DART na waelekeza udarati na waelekeza TANESCO taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja, chini ya katibu tawala wa mkoa, ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe ishirini ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano Alhamisi saa mbili asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri kwa hii barabara, barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Lakini ile barabara inayotoka Mwenge, ile inayotoka Gerezani kwenda mpaka Kimara, ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma. Awali, kabla ya kumkaribisha mkuu wa mkoa kuzungumza, mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda amesema amebaini changamoto kubwa ya usafiri kwa wananchi, hivyo amemwomba mkuu wa mkoa wa wa kuwasaidia wananchi kuanza kazi, huku mkurugenzi wa uendeshaji na usimamizi wa miundombinu mhandisi Dr Filimon Mzee akisema kwa njia ya Mbagala uharibifu haukuwa mkubwa sana. Wananchi wa Temeke wameniomba nikuombe uifikishe kwenye mamlaka. Wameniambia mambo yafuatayo: wao hawana shida na miundombinu ya serikali, ndio kwa maana katika kipindi chote cha vurugu hakuna basi hata moja limepigwa jiwe kwenye barabara yetu, isipokuwa wauni wachache wakavuruga kile kituo kimoja, wamejaribu kabisa na vile vingine kidogo, wamepiga kwenye mawe mawe. Wanasema wao kutokuja mwendo kasi wanaumia, na wao hawana shida na maendeleo yanayoletwa na, na serikali. Wanaomba kwa haraka sana wasiliane mamlaka wapate huduma ya mwendokasi, mwendokasi urudi. Mamlaka na wataalamu waone namna bora ya kutuletea huduma, wakaviruka vile vituo vyenye shida, lakini ukiangalia vituo vyote viko safi, mabasi yako mengi yako safi. Njia hii uharibifu ulitokea, lakini kati ya vituo vyetu ishirini na tatu ambavyo viko kwenye njia hii, vituo vitatu ndo viliathirika sana, na kituo kimoja ndo hata kwenye kuanza kutoa huduma kitakuwa na shida, ila wataalamu bado wanaendelea kufanya marekebisho <coughs> ili kuhakikisha basi vituo vyote vinaweza kutumika wakati wa, wa kurejesha huduma hii. Na baadhi ya wananchi ikiwemo maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wameshukuru na kuipongeza serikali kwa uamuzi huo wa kuruhusu usafiri wa mwendokasi kurejea tena na kupunguza adha wanayoipata ya usafiri. Ni bora zikarejeshwa, kwa sababu wananchi wanapata shida, walikuwa wanaenda Kariakoo kwa shilingi mia saba, leo wanaenda Kariakoo wakichukua bodaboda yangu elfu sita elfu tano Sasa kwa manufaa yangu, kwa mimi naona vema aanawapeleka lakini, familia zetu nyingi za chini, wengi wanaumia ndugu zetu, sababu wanategemea ya, waende kutafuta riziki warudi kwa kiasi kidogo cha nauli, lakini tukiwa nauli elfu saba anaenda kule kwenye kutafuta riziki sawa, mimi napata, lakini familia nyingi inaumia, wakati mimi huko tukigawana kidogo kidogo kule, aliyechelewa akipanda boda natakiwa waishi ofisini Sahii kifupi, kwa swala so zima la kuachiwa kwa, kwa mwendo kasi hapo imeweza kunufaisha shughuli zima za usafirishaji. Maana kabla zijaachiwa kidogo dadaa zikuwa zitoshelezi kwa, zito kwa so zima ya usafiri, lakini baada ya mkuu wa mkoa kuweza kuachia kuruhusu za mwendo kasi kidogo wananchi tutanufaika, swala so zima la usafirishaji hutu tutakuwa tunaatendi kwa haraka katika shughuli zetu binafsi za kila siku. Suwazima, ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameutembelea mradi wa kimkakati wa mji wa Zanzibar Afcon Sports Complex uliopo Fumba kuangalia maendeleo ya ujenzi huo. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Ziara hiyo imefanyika Novemba 18, 2025 akiwa ameambatana na waziri mpya wa Wizara ya Habari sanaa, utamaduni na michezo Riziki Pembe Juma, na naibu wake waziri Ali Abdu Gulan Hussein. Uwanja huo mkubwa wa mpira wa miguu unaobeba mashabiki 36500 unaotarajiwa kutumika kwa ajili ya michuano ya Afcon itakayofanyika nchini mwaka 2027 pamoja na viwanja vingine viwili vya michezo, ambapo kimoja kati yao kitatumika kwa ajili ya shughuli za kitaifa Mradi huo unaojengwa na kampuni ya Ciara Kun Grupu ya nchini Uturuki, ikiwa ni miongoni mwa dhamira ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuimarisha miundombinu ya sekta ya michezo hapa nchini, unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka 2026. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Waziri wa nchi ofisi ya rais Ikulu Zanzibar, Dr. Saadi Mkuya Salum amewasisitiza wafanyakazi wa ofisi hiyo kuongeza kasi ya utendaji wa kazi ili kuhakikisha matarajio ya malengo ya serikali yanafikiwa kwa mafanikio makubwa. Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Mkuya amesema hayo katika hafla ya makabidhiano ya afisi na aliyekuwa waziri wa ofisi hiyo Ali Suleimani Mrembo iliyofanyika ukumbi wa Baraza la Mapinduzi Kikwajuni leo tarehe 18 Novemba 2025 kuwa ofisi hiyo ina wajibu mkubwa wa kuhakikisha inatekeleza kwa vitendo na kusimamia ahadi za rais alizozitoa wakati wa kampeni, ahadi za huduma za kijamii na zile za kiuchumi kwa maslahi ya nchi. Mategemeo ni kwamba kasi ile ile ambayo anaitaka uanze kuionyesha wewe ambaye uko karibu yake. Kwa hivyo mimi uh, tayari uh, nimeshajichuni kuhakikisha kwamba hilo tunalitekeleza, tunasimamia kwa karibu, lakini kubwa zaidi kuhakikisha kwamba ahadi uh, ambazo mheshimiwa rais alizitoa wakati wa kipindi cha kampeni uh, tunazisimamia na tunahakikisha kwamba zinatekelezwa. Ahadi uh, za huduma za jamii, ahadi uh, zote za, za kiuchumi kwa moja. Kwa hiyo haya yote yatakuwa ni pamoja na majukumu yetu lengine tutayasimamia. Aidha, amesema ushirikiano na wizara nyingine ni jambo la lazima katika kuhakikisha maelekezo na matarajio ya rais yanatekelezwa kwa makini na ufanisi zaidi kwa kuzingatia yaliyomo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, dira ya maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2020-2050. Kwa maana hiyo, kila waziri uh, tutashirikiana kuhakikisha kwamba zile ahadi anazitekeleza pale ambapo zinapofol katika wizara yake uzuri kwamba mheshimiwa rais amekutana na makundi yote ya kijamii, e, makundi yote ya kijamii hapa Zanzibar. Kwa hiyo na makundi yalikuwa mengi yalikuwa yana mahitaji yao. Naye waziri mstaafu Ali Mrembo amewataka watendaji kumpa ushirikiano wa kutosha Dkt Saada Mkuya, pamoja na kutumia busara, nidhamu, upendo na uwajibikaji ili kufikia matarajio ya serikali ya awamu ya nane kipindi cha pili. Ndani ya nafsi yangu, Dkt Saada ataweza kuhakikisha kuleta matarajio mazuri ya mheshimiwa rais, lakini kuweza kuwaunganisha wafanyakazi wa ofisi ya rais Ikulu, mimi imani yangu kwa kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, tutaendelea kushirikiana katika majukumu mengine mbalimbali, lakini itaendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha ya kwamba yale yote ambayo yako chini ya, ya, ya uwezo wangu wa kuweza kumsaidia kwa masuala mapana ya maendeleo ya Wazanzibari na ufanisi wa maendeleo ya Wazanzibari na Zanzibar ytuka pamoja ya yanaendelea ya kufanyika. Ni kushukuru sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo na mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam ambapo wakazi wa wilaya ya Ilala na wafanyabiashara wameiomba serikali ikamilishe ujenzi wa miundombinu ya barabara za ndani kwa wakati ili kuondoa adha ya usafiri hususan nyakati za mvua huku wakiomba pia ujenzi huo wa barabara uende sambamba na ujenzi wa mitaro ya kutosha ili kuzuia maji kuingia kwenye makazi yao. Taarifa inasomwa na Mrisho Mapeo. Wakizungumza na waandishi wa habari wilayani Ilala jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya mkuu wa wilaya ya Ilala wananchi hao pamoja na wafanyabiashara wamesema ni muhimu kwa serikali kukamilisha mtandao wa barabara hizo kwa wakati ili kuwawezesha kuwa na uhakika wa kufanya biashara zao hata wakati wa kipindi cha mvua, lakini pia kumaliza adha ya nyumba zao kutuama maji katika msimu wa mvua. Kwa sasa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hii barabara na tunaomba hii barabara itengenezeke kwa haraka eh, kabla ya mvua haijafika tena, na mitaro jamani mvua ikinyesha kama mimi ninavyoniona, ajira yangu hapa nilipo, kwa biashara kangu hapa, mvua ikinyesha, maji yote yanaishia kwangu. Nahitaji mitaro itengenezeke kwa haraka, barabara, watu tupite kwa amani. Sisi watu wa kurutini au watu wa kivule tunashukuru sana kwa hii barabara, tunaomba maendeleo yawe ya haraka sana, kwa sababu mvua ikinyesha tu maji yanaingia ndani, kwa sababu imeshanyanyuliwa, miti ilikuwa inazuia maji imeshatolewa, kwa hiyo maji yote yataingia ndani. kwa hiyo tunaomba hii kazi ifanyike kwa haraka sana. Mama Samia mama yetu tunampenda, na ndio maana tumemchagua ili aendelee. Changamoto ni nyingi, haswa kwenye barabara zetu hizi, utakuta wakazi wa usafiri, wateja pia tunakuwa changamoto, maji muone kwa hiyo. Kwa sasa hivi naona mahali ya barabara inaridhisha pia naazani ikiwa imeisha inaweza kaita matumaini mazuri zaidi. Kwa upande wake, meneja wa TARURA wilaya ya Ilala John Magori na meneja mradi wa ujenzi wa barabara ya Kitunda Kivule hadi Msongora Han Jongsing wameeleza namna kazi ya ujenzi wa barabara inavyoendelea, wakiwatoa shaka wa wananchi juu ya usalama wa biashara zao na makazi yao. Imekwisha ingia mikataba mitano ambayo ina gharama ya shilingi bilioni 138 <coughs> na ni tunaenda kujenga kilomita 46. Uh, utekelezaji kwa sasa unaendelea kwa mikataba yote mitano, kama ambavyo mmepita mmeona, na wakandarasi wapo saiti na miradi hii yote inatarajiwa kukamilika eh, mwakani kwa maana elfu mbili na ishirini na sita, uh, mwezi wa nane uh, Changamoto ni chache ambazo tuko nazo kwa baadhi ya barabara, kama tulivyoona kwenye barabara ya Majumba Sita Segerea na barabara ya Tabata Kisiwani, kwa maana Tabata Mawenzi. Tuna barabara Maji Chumvi, e, Chang'ombe Barakuda ambazo zinahitaji fidia. This project have, total have, um, 9 km almost

Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Ilala, Edward Mpogolo, akiwahakikishia wananchi juu ya usalama wa makazi yao pamoja na biashara zao, amezungumzia mtandao wa barabara wenye zaidi ya kilomita 146 ambao serikali inajenga kwa kiwango cha lami ukigharimu zaidi ya shilingi bilioni 138 za Tanzania ili kumaliza adha ya wananchi wakati wa mvua. Barabara hizi zote zaidi ya kilomita 140 zinaenda kujengwa kwa kiwango cha lami na zege, lakini barabara zote hizi zitakuwa zina mifereji mizuri, lakini na barabara zote zitakuwa zina nguzo yani zitakuwa zina taa za barabarani. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru rais wetu kwa fedha nyingi ambazo wamezileta katika wilaya yetu ya, ya Ilala. E, niendelee kuhakikishia wana wanailala wavute subira, barabara hizi zinakwenda kukamilika kwa wakati licha ya kuwa uwepo wa changamoto hizi za mvua, kama ulivyomsikia mkandarasi wameamua kwamba kuhakikisha kwamba wanaenda kukamilisha kwa wakati, na sisi ambao tumeendelea kuwataka wakandarasi ni kwamba wafanye kazi usiku na, na mchana, lakini pia wazingatie katika kipindi hiki cha ujenzi, watu wetu bado walikuwa wanaendelea kuzitumia hizi barabara, hivyo waweze kuangalia barabara za mbadala, wakati wanajenga ziendelee kuzingatiwa ili ziendelee kuwasaidia watu wetu katika kipindi hiki wanapita wana kuelekea kwenye maeneo ya makazi. Ni kushukuru sana, Mrisho Mapeyo, kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara wameshauriwa kutumia takwimu katika kukuza biashara zao ili kuongeza pato la taifa, pamoja na utunzaji wa takwimu hizo zinazoweza kuendesha shughuli katika jamii. Taarifa ya Daniel Smelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Morris Malisa amesema hayo wakati wa maadhimisho ya takwimu Afrika, ambayo kwa kanda Mbeya yenye mikoa ya Mbeya, Songwe, Rukwa na Katavi yamefanyika mkoani Mbeya, na kuwataka wahifadhi wa takwimu hizo kuzitunza kwa matumizi sahihi ya kuleta maendeleo katika jamii. fika hatua, hatuwezi kumove mbele bila takwimu, na ziwe takwimu sahihi. Naamini leo mkiwa mnaadhimisha siku yenu, ni pamoja na mambo mengine, ni kuielimisha jamii nini wa majukumu mnayoyafanya, kwa maana ya umuhimu wa takwimu, lakini pia wakishajua umuhimu wake wazitumie. Kwa sasa hivi mfanyabiashara smart anahitaji hizi takwimu kuliko mtu yoyote eh, na sisi kama serikali bado tunazitoa bure kwa umma, ambacho mimi nadhani itafika hatua iwe sio sawa, kwa sababu tuzipati wala tuzitunzi bure. Yeye aende kuzitumia kusaidia jamii, yeye anaenda kukuza biashara yake. Kwa upande wake, meneja idara ya viwanda na ujenzi, Veronica Mwangoka, amezungumzia umuhimu wa takwimu huku mameneja katika mkoa wa Mbeya na Rukwa wakawa na haya kusema: makadirio ya idadi ya watu yatumiwe na serikali pamoja na wadau wote, hasa ofisi za rais Tamisemi, katika kupanga mipango ya muda mfupi, muda mrefu, kwa kuzingatia idadi ya watu katika mkoa na halmashauri husika. Ka, kauli mbiu ni kuongeza ubunifu katika matumizi ya takwimu na taarifa ili kujenga jamii jumuishi inayojali haki, amani na maendeleo ya Afrika. Kwa hiyo katika siku hii tumeandaa mada mbalimbali ambayo kila mkoa umejaribu kuandaa mada ambayo inalenga ina, ina, ina, ina kwenye hili lengo la, la kauli mbiu yetu. Takwimu zimekuwa muhimu sana katika kupanga mipango mbalimbali mbali ya kimaendeleo kwa muda wa mfupi mfupi wakati na muda mrefu. Sasa kwa kuwa matumizi ya takwimu yameongezeka, wadau mbalimbali pamoja na wananchi kwa ujuma, waendelee kuhamasika na kuona umuhimu wa kutumia takwimu katika mipango mbalimbali mbali. Hata hivyo, baadhi ya wa washiriki katika maadhimisho hayo wamezungumzia namna takwimu zinavyotumika katika maeneo yao. Kupitia takwimu, sisi tumepata maendeleo mbalimbali, hata katika uwekezaji wetu katika jiji la Mbeya umebezi kwenye takwimu. Katika viwanda, sisi tunatumia takwimu. Awali tuitusumbua sana, biashara bila takwimu itusumbua sana. Kwa hiyo, siku hii ya leo ambayo ni siku ya takwimu kwa Afrika imeweza kutuongeza kitu. Ni kiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta TV habari. Ni kushukuru sana Daniel Smilter kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Geita ambapo baadhi ya vijana mkoani Geita wamesema kuwa kuanzishwa kwa wizara mpya ya vijana na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutakuwa mwarubaini wa changamoto mbalimbali zinazowakabili. Wamesema wizara hiyo itasaidia kujibu maswali mengi ya vijana ikiwemo tatizo la ukosefu wa ajira na kuongeza fursa za kuwawezesha vijana kujitegemea. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Joeli Nanauka ameteuliwa kuwa waziri wa wizara hiyo na tayari ameapishwa leo hivyo kuanza rasmi jukumu la kusikiliza na kutatua kero za vijana nchini. Akizungumza na waandishi wa habari, balozi wa amani nchini Tanzania Mess Chigura ameitaka wizara hiyo kuhakikisha inafanya kazi kwa ukaribu na vijana na kuepuka kuingiza watu wasiostahili katika mchakato wa kushughulikia masuala ya vijana. Aa, wizara imeundwa kwa ajili ya vijana, ni muhimu vijana wawepo kwenye huo mnyororo eh, isije ikatokea na wazee nao wanajigeuza kuwa vijana. Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa changamoto. Tunaposema hii ni wizara ya vijana, basi ishughulike na mambo ya vijana, unaona. Ni mara nyingi kumekuwa na wizara, kuna kitu cha kijana, unaona, wazee wanaingia kwa hiyo hiyo nayo inaleta nini? Sintofahamu. Aidha, barozi Chegura amewapongeza mawaziri na manaibu waziri wote walioteuliwa na rais, akiwataka kutumia nafasi zao vyema na kuacha tabia ya kuwasahau wananchi ambao wamewachagua. Kitu kimoja kigumu sana au kibaya ambacho uh, kinatokea ni pale unapoteuliwa, ukishateuliwa, umebadilisha namba ya simu kila kitu hupokei, wakati wewe una umeteuliwa ili uweze kutuongoza sisi wa Tanzania. Lakini je, vijana wana mtazamo gani kuhusiana na ujio wa wizara hii mpya? Baadhi ya vijana wa mjini Geita wameelezea matumaini yao pamoja na mapendekezo ya nini kinapaswa kufanyika ili sauti zao zisikike kupitia wizara hiyo. Lengo kuu la baraza hili kuundwa ni kuwawezesha vijana ili waweze kujikwamua kiuchumi si namna nyingine, japo kwa sasa walio wengi wako zaidi kisiasa. Mimi ni wasihi vijana wajiingie zaidi katika misingi ya kiuchumi, waachane misingi ya kisiasa zaidi, ili waweze kufanikisha, kwa sababu lengo kuu ni kufika nini tunataka lakini, pia hata serikali iweze kuwasikiliza hawa vijana, mimi ni kupitia hiyo wizara ya mahusiano na kupitia hii wizara ya waziri wa vijana. Mimi nadhani mzee, tumepata mkombozi, tumepata mkombozi, pata mtu ambaye atabeba shida zetu. Mimi na mimi nambebesha mzigo waziri wa vijana ashuke kwenye makundi, hususan makundi ya bodaboda boda. Wizara yetu ya vijana, tunatamani kwanza vijana watambue sehemu yao kiuchumi, kielimu, kiajira na hata sekta za madini Tanzania. Kupitia uh, serikali ya awamu ya sita imeunda wizara mpya ambayo ni wizara ya vijana. Kuundwa kwa wizara hii inadaiwa kwamba itakuwa ni mwarobaini na kutatua kelo mbalimbali mbali ambazo zimekuwa zikiwakabili vijana hususan ni masuala ya ajira, lakini pamoja na ni namna gani ambavyo vijana wanaweza kujiendeleza kupitia mitaji na mwisho wa siku kuinuka kiuchumi na mambo mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na sekta ya vijana. Nikiripotia runinga ya TVE kutoka hapa almashauri ya Manispaa ya mji wa Geita, mimi ni Joel Maduka. Tanzania kupitia uh, serikali ya awamu ya sita imeunda wizara mpya ambayo ni wizara ya vijana. Kuundwa kwa wizara hii inadaiwa kwamba itakuwa ni mwarobaini na kutatua kelo mbalimbali mbali ambazo zimekuwa zikiwakabili vijana. Nikiripotia luninga ya TVE kutoka hapa halmashauri ya manispaa ya mji wa Geita, mimi ni Joel Maduka. Ni kushukuru sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani na tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.